Msimtenga. Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Edwin Ngonyani ameweka wazi msimamo wa serikali kuhusu ujenzi wa bandari ya Mwambani na kuahidi kuwachukulia hatua za kisheria watumishi wa mamlaka ya bandari watakaobainika kushawishi baadhi ya wananchi waliolipwa fidia wasihame kwenye maeneo hayo kupisha ujenzi huo. Kutoka Tanga, mwandishi wetu Hassan Hashim ana taarifa zaidi. Kauli hiyo ametoa baada ya kutembelea eneo la ukubwa wa hekta 174 linalotarajiwa kujengwa bandari mpya ya Mwambani ambayo imekuwa ikizungumzwa kwa muda mrefu bila utekelezaji. Amesema mwaka 2011, serikali imelipa zaidi ya shilingi bilioni 2.59 zikiwa ni fidia kwa ajili ya kuchukua eneo hilo kutoka kwa wananchi, lakini kumekuwa na tetesi kwamba wapo baadhi ya watumishi wa bandari wanaowashawishi wananchi wasiondoke katika eneo hilo na kudai nyongeza ya fidia. Nasikia mchochezi huko ndani ya wafanyakazi wa bandarini, watu wamelipa fidia hawajaondoka, na wanaowafanya hawa wasiondoke wanaowapa matumaini na ambio ni wafanyakazi wa bandarini. Hiyo tabia mwiache, ili mtoe fursa kwa serikali na TPA ya ya kujenga bandari ya Mwambani kwamba kitakachofuata sasa ni kutafuta fedha za kujenga reli toka Mwambani. Akizungumzia matumizi ya flomita wakati wa ushushaji wa mafuta kupitia bandari ya Tanga, naibu waziri alitaka TPA kukamilisha haraka marekebisho yaliyopo, ambapo mbunge wa Tanga Musa Mbaruku ameiomba TPA na TRA mkoa wa Tanga kushughulikia kwa pamoja tatizo la matumizi ya flomita ili kuongeza mapato mkoani humo. Mimi naomba mheshimiwa waziri, watatu wenzetu wakae pamoja, kwa sababu tumeambiwa kilomita ziko chini ya mamlaka ya bandari tiara, hiyo ni kama watu wa kusema patosa wakae pamoja wahakikishe zinafanya kazi. Awali akisoma taarifa kwa naibu waziri, kaimu mkuu wa bandari Kapteni Andrew Matilia amesema tangu kurejeshwa kwa shehena ya mafuta mwezi Julai mwaka jana, upakuaji umefanyika kwa baipasi kutokana na filomita zilizopo kufungwa tangu mwaka elfu mbili na sita, na kufungiwa kutumika na wakala wa vipimo mwaka elfu mbili kumi na moja. Nikiripoti kutoka Tanga ni Hasani Hashim wa Channel 10.